Hatua yoyote utakayochukua kwenye maisha bila kuanza kuongea na Mungu, bila kuanza kumuuliza Mungu, hatua hiyo itakupelekea kushindwa vibaya. Mwanzoni unaweza ukaona kama una mafanikio hivi, ndoa kama inaenda hivi, biashara kama inaenda hivi, kanisa kama linaenda inaenda hivi, ngoja nikwambie eh, shule, elimu eh, kama inaenda hivi, lakini mwishoni hautakuwa mwisho mzuri kwa bahati mbaya kabisa kosa hili wanalifanya kwa mara ya pili, wakati wale jamaa wa Gibeon Yoshua alichukua hatua ya kufanya mapatano nao bila kumuuliza Mungu alikuwa amekosea. Kitabu cha Wafalume wa Pili tatu, mfalume anaitwa Yehoshafati pamoja na mfalume mtoto wa mama huyu alikuwa aitwa Yezebeli aliitwa Yoram na mfalume wa Edom waliwahi kuchukua hatua ya kwenda kuvamia moabu bila kumuuliza Mungu. Walifika njiani wakakwama. Hatua yoyote utakayoamua kuchukua kwenye maisha, kwa jambo lolote, lazima uanze kwa kumuuliza Mungu. Mungu anasema ni mtawala wa yaliyopita, yaliyopo na yajayo. Yajayo yako Mungu anayajua vizuri kuliko wewe. Ukianza na Mungu kwa habari ya yajayo yako mambo yako yatakuwa ni supa.